Ni, ni, ni, ni, ni, tuwashukuru kwa yani wewe ndio ni Mwenyezi Mungu ndiye wewe kwa, kwa, kwa kila kitu. Wama, usilolijua ni usiku wa giza, ila ndani ya kipindi cha weijua wa dini yako, usilolijua ni mwanga na ni taa kwenye kiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, mpezi mtazamaji wa Halali Charity TV, karibu tena kwa kipindi chako pendwa cha Wejua dini yako. Na hii leo tungependa kuangazia jambo muhimu sana. Kwa kweli, inapendekezwa kwa mwislamu na inasisitizwa kwa mwislamu kumtanguliza Allah subhanahu wataala kwa lolote anayolifanya katika maisha yake, na kwa hilo swali letu la leo linaangazia masuala haya. Ni nini kilma cha Bismillah? He. Leo tukiwa katika mtaa wa Majengo Kanamai, ungana nasi kupata faida kwa majibu ambayo wataua wakitoa wakazi hawa wa Majengo Kanamai. Kuna swali leo katika kipindi chetu cha wajua dini yako. Swali, ni nini maana ya Bismillah? Leo kisema bismillah maana yake ni nini Kiswahili? Bismillah inavyojua mimi ni kusema na shukuru. Shukuru. Mwingine atajaribu <manyana> Bismillah. Bismillahi. Bismillahi kama kushukuru Mungu. Mungu. Bismillahi ah, ni kama yani, kutoa kutoa shukrani kama kukabidhi kitu mbele za Mungu kabla ya kufanya. Kukabidhi kitu jambo mbele kuta za Mungu kabla ya kulifanya. Utanguliza Mungu. Maana yake nini? Kama kumwomba Mungu wa wa Wa rahmatullahi Brother, wa waitwa nani? Jina jina lako bahal Ibrahim Ali, uh, Ibrahim Ali. Ali. Ibrahim Ibrahim, katika kipindi cha wajua dini yako tuna swali leo. swali rahisi sana. hichi kila mambo Muislamu wanasema bismillah, maana yake ni nini? kwa... Bismillah. Unataka kuanza jambo ni lazima mtangulize Mwenyezi Mungu Bismillah lakini maana yake tafsiri a ya hiyo bismillah, bismillah bismillah, no. Eh yeah, hapo kwa hapo kwa bismillah yeah, tafsiri yake busiwangu mimi, najua kusema bismillah no. Najua tu kama watakuanza jambo, lazima uanze na bismillah mwana, lakini ukisema bismillah ukianza jambo, wasema auju, wasema nini? Sasa maana hiyo bismillah eh hey. <laughs> kwa hapo kwa hapo, wajua madarasa kidogo bana bana <laughs> <hatukufika. laughs> mzee wangu? Mimi naitwa Uthman Lal Muhammad. Naam mzee Uthman. uh, kwa swali leo ni, ni nini maana ya kilma ambacho watu wengi wanatumia bismillah? Maana yake ni nini? Bismillah ni jina ambalo kwamba ni mwanzilishi ukitaka kufanya jambo, hmm, lazima upige bismillah umkumbuke Mwenyezi Mungu na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa, maana yake ya Kiswahili bismillah, Kiarabu, maana ya Kiswahili ni ni nini? Yaani unataka tafsiri e, tafsiri au? Eh ya bismillah, maana bismi ni jina e, bismi, eh, kutaja jina la Mwenyezi Mungu. Naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu. Ndio. Shukran sana. Allahu mubarak. Inshallah sana. Mzee wacho nani? Huseni. Huseni. Ah, mzee Huseni kuna swali leo hapa, ah, kuhusu dini ya Kiislamu. Kuna kilima ambacho wengi tunasema Bismillah. Je, tafsiri ya neno hili Bismillah ni nini? Bismillahirrahmanirrahim. Naanza na kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, no na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. So Bismillah maana yake ni kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mashaallah, safi kabisa. Alhamdulillah, katika uh, kipindi chetu cha kujua dini yako, swali la leo ni nini maana ya Bismillah? Ukisema Bismillah maana yake nini? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Naam -na. yeah. Hivyo hivyo kwa mwingi wa Mwenyezi Mungu mwenye kwa kurehemu mwenye kurehemu. Maana ya bismillah nini? Maana bismillah ni kwamba unafungua ile kwa wa Mwenyezi Mungu wa rehema, mwenye kurehemu. Maana maana sasa, wewe hiyo bismillah. Si ndio hivyo wewe umekujibu? Manaki. Ni wingi wa kumruzuku Mwenyezi Mungu. Ujaribu? Ujaribu. Bismillahi Mwana ni Bismillahi. Bismillahi kama vile yo, kama wataka kuanza kitu lazima uanze kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Evo, maana iyo Bismillahi ni nini? Ah, inashinda kidogo. Inashinda kidogo. <laughs> Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mzee. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Majina yako nani, bos? Naitwa Kasim Ibrahim Abdallah. Mzee wa wangu niko na swali leo na niko na zawadi. Nini maana ya bismillah? Bismillah inamaanisha naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu. Naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mashallah. Assalamu alaykum wa barakatuhu. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Majina yako nani, bos? Kwa majina naitwa Hamis Juma Muhammad. Hamis Juma. Hamis niko na swali hapa. Na kuna zawadi. Naam. Maana ya bismillah ni nini? Maana bismillah ni utangulizo kwa Waislamu kumtanguliza Mwenyezi Mungu kabla hujafanya kitu chochote eh. Kwa hivyo maana yake nini? Hii, e, kalima ukisema bismillah maana nini? Bismillah ni kwa naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mwingi wa rehma mwenye karama. Naanza kwa jina la Mwenyezi mwenye Mungu. Ah, shukrani. Bro, ah, Mzee jina nani? Abdallah Muhammad. Ah, Mzee Abdallah hapa ni wapi? Na pengine tueleze biashara gani? Kanamai. Hapa ni majengo ya Kanamai. Biashara gani san... Mi nayofanya ni hii ya juisi na hii ya wenzangu nawauzia tu sisi hmm. Leo katika kipindi chetu cha kujua dini yako niko na swali hapa rahisi sana ni san. Eh, nini maana ya bismillah? Maana ya bismillah nini maana ya bismillah? Bismillah ngoja, maana ya bismillah to ni maana ya bismillah ni ni kwa ngoja twashukuru kwa, yani wewe ndio mwenyezi, mwenyezi Mungu kwa, kwa, kwa kila kitu. Wewe ndio, tunakushukuru kwa kila kitu. Kwa yeah. Yeah. Uh, kwa kweli leo katika kipindi chetu cha kujua dini yako tuko na swali na zawadi hapa unavyoona yeah. Swali ni kuna kilma watu wanasema bismillah. Maana ya hii bismillah ni nini? Naanza, naanza kwa Mwenyezi Mungu. Ngependa kujaribu tena? <coughs> Eh, naanza kwa Mwenyezi Mungu. Neno kwa Mwenyezi Mungu. Gani ile kwanza, Bismillah, yani kuanza kuongea na Mwenyezi Mungu. Sawa sawa, umejaribu sana. Alhamdulillah. Simu tuna nani sasa? Ubaib. Ubaib, Masha Allah. Ubaib, katika kipindi chetu cha wajua dini yako na swali leo. Ah, uh, swali ni nini maana ya kilma cha Bismillah? Bismillah. Naam. Maana yake ni yani, kwa Kiswahili K ya. Kiswahili ya Bismillah yani, ni kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa jina la Mwenyezi Mungu, kwani huwezi kuanza kitu bila kumtukuza kwa maana ya Bismillah, eh, kwa jina la Mwenyezi Mungu, kwa jina la Allah. Barakallahu fiki, shukran. Assalamu alaykum Allah wa rahmatullahi wa barakatuh mimi naitwa Ahmad Muhammad Ali Mbona. Naam Ahmad. Sisi kata kipindi chetu cha wajua dini yako, na swali leo, swali la leo ni nini maana ya kalima ya Bismillah? Maana yake Bismillah. Bismillah ni jina la Mwenyezi Mungu. Maana yake Bismillah. Jina Allahumma, jina la Bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Bismillah kwa jina la Mwenyezi Mungu. Naam. mwenyezimunguji awee kwa kweli kipindi kama hichi tunachokifanya sisi, ningependa utueleze maoni yako ni gani katika sisi kutembea mitaani kueleza watu waijue dini yao. Wallahi, kwa kweli, mimi upande wangu naona ni kipindi kizuri sana, ni kipindi chenye na manfa, ni kipindi ambacho chaelimisha pia jamii, manake kutokana na asila ambazo kwamba mnazoziuliza na ikijibiwa swali, yule wa karibu pia yuwapata faida yuwapata kujua kuendelea nini. Kwa hivyo mimi upande wangu na sinawapongeza sana na nawapa hongera na nasema muendelee hivi hivi kunufaisha umma, kuilimisha na kutupatia manake manfaa. Waalaikumsalam. Mpenzi mtazamaji, tumefikia tamati ya kipindi cha wajua dini yako, na hii leo natumai umefaidika kupitia maswali ya leo na majibu ya wakazi wa mtaa wa Majengo Kanamae. Swali la leo ilikuwa, nini maana ya bismillah? Kwa kweli maana ya bismillah ni kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye ni Allah Subhanahu wa taala. Muislamu amependekezwa kumtanguliza Allah Subhanahu wa taala kwa mambo yoyote unataka kufanya ili yawe ya kheri, yawe mazuri na yenye kuwa na fahari. Nimekuwa wako al-Akh Yusuf Musa. Na nyuma kamera amekuwa ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Tupatane wiki ijayo.